Serikali kwa kushirikiana na uongozi wa eneo letu pamoja na wadau mbalimbali, imeendelea kuimarisha juhudi za kuboresha afya na lishe kupitia elimu ya lishe mashuleni, vituo vya afya, na katika vikundi vya kijamii; vilevile kuongeza upatikanaji wa huduma za uchunguzi watoto na wamama wajawazito, vilevile kuhakikisha kilimo cha mazao yenye virutubishi, bustani za mboga za mboga, na matumizi ya vyakula vilivyopo ndani ya jamii yetu, na mwisho kuhakikisha usalama wa chakula kinachouzwa na kinachotumika majumbani. Wito kwa wananchi

siku elfu moja za mwanzo wa mtoto, kuhimiza kilimo kinachozingatia lishe, kilimo cha mboga mboga, matunda, kunde na usindikaji wa vyakula vya kotiki, pia kushirikiana na wadau wote katika kuandaa na kutekeleza mipango ya lishe ya wilaya. Wananchi wenzangu, napenda niwakumbushe kwamba serikali yetu imeanzisha program jumuishi ya malezi makuzi na maendeleo ya awali nani ya mtoto, ambayo programu hii inataka lishe na sekta nyingine zishirikiane pamoja katika kuhakikisha mtoto anakuwa katika hali ya utimilifu. Kwa tunapokuwa tunazingatia maswala ya lishe, tunapaswa pia tuzingatie maswala ya afya bora, maswala ya pole na sasa, ametuchekesha hivyo hivyo, maswala ya ngoja kwanza hapo. mm. tuzingatie maa tuzingatie maswala ya afya bora, tuzingatie maswala ya ulinzi na usalama wa mtoto, tuzingatie maswala ya ujifunzaji wa awali, lakini pia tuzingatie mas, maswala ya mwitikio. Malezi yenye mwitikio ni kwani, tunasema hivyo yani tunamaanisha mtoto hawezi akawa mtimilifu kwa masuala tu ya lishe.